Naam, ni mwenyekiti eh, mwenyekiti wa Simba Mangungu akiwa anaongea hapa. Achana hayo, achana. Unajua siwezi kuzungumza katika kelele namna hii. Nawashukuru sana Naam, ni mwenyekiti wa Simba huyo Mangungu akiwa anatolewa, eh, mwenyekiti wa Simba Mangungu. Mangungu anataka kunipiga Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Naam, ni mwenyekiti huyo Mangungu e, mwenyekiti wa Simba e, ni mwenyekiti wa Simba huyo Mangungu e, mwenyekiti wa Simba Mangungu huyo, ambaye yuko hapa, kuna tafaruku hapa e, e, mwenyekiti huyo wa Simba Mangungu huyu hapo. E, mwenyekiti wa Simba Mangungu ni tafaruko kweli kweli. Mashabiki hapa wakionekana kuleta mtafaruko hapa wakimba kwamba e, hawamtaki mm, mwenyekiti huyo wa Simba Mangungu e, kukua kuna tafaruko hapa kidogo. Baadhi ya mashabiki wa Simba ikitokea e, vurumai kweli kweli e, mwenyekiti wa Simba Mangungu akiwa anatulizwa hapa. Hiki eh, ndio ambacho kinatokea hapa mara baada ya dakika tisini eh, huyu hapa mwenyekiti Mangungu eh, mwenyekiti Mangungu huyu hapo ni tafurahi kweli kweli. Kwelikwelianun hmm. hmm. hmm. Anatoka mwenyekiti man... man... mangu... eh, wa Simba Mangungu, mashabiki <laughs> wameonekana kuleta vurugu kwelikweli leo mm, lakini ndio huyu mwenyekiti anakwenda na anatoka kama ambavyo anavyoonekana mwenyekiti Mangungu eh, huyu akiwa amezungukwa kabisa na ulinzi safi kabisa, hakuna matata eh. Eh, mwenyekiti Mangungu huyu hapo, mwenyekiti mm. Mtaza Mangungu akiwa naarba <coughs> kwelikweli. Na sasa ameingia katika gari Mangungu, ameingia katika gari e, kuweza kuondoka e, gari lake hilo hapo, na njia inasafishwa ili aweze kutoka. Mwenye kiti mzee Murtaza e, Mangungu e, mambo yalikuwa ni moto kwelikweli, mambo yalikuwa ni hatari kwelikweli. Ilikuwa eh, hmm, ni ngumu kweli kweli. Vurugu zilikuwa ni kali kweli kweli, eh, mtafaruku ambao umetokea dakika chache hivi, mashabiki wa Simba pia pembeni, lakini tayari amefanikiwa kuingia katika gari, mwenyekiti mzee Mangungu.

Sawa, mimi mtoto wa kimaskini, shilingi shilingi kwa siku mtu nini? Kama kama anafanya nini? ipi ipi, usajili kwenye kipengele, usajili amesajili Mangungu, usajili ndio anasimamia. Kuna mnaonea mzee wa watu

na ni... wakimba hawamtaki Mangungu, hawamtaki Mangungu. Eh ee, wakimba hawamtaki Mangungu, mashabiki hao <laughs> katika dimba la Benjamin Mkapa ee, mambo ni moto kwelikweli. Matarajio yalikuwa kwa sababu gani? Viongozi watuangalie jamani. Mimi kama sako Simba nasema hivi, nitakuja kulia na mtu kwa mtindo huu? Haiwezekani. si tunapata shida, tunatembea na timu mkoani tunaenda kila sehemu na timu yetu. Kama kamati ya ufundi haifanyi kazi vizuri, hawalipi hela ili kuzuia kupata fedhia kama hii, waache sisi, kamati ya ufundi tunaiweza. Mtaache kuvunjika moyo, leo una pointi moja nyumbani hakuna eh? Simba kama hii ambayo imetufairisha kama hii ndio Simba ya kwanza kutufairisha. Wewe me, mechi mechi nne, unapata pointi moja, umeshaikuwa na wapi simba hii eh? hii imekuwa Simba unyao tena. nini kifanyike sasa? nini kifanyike? viongozi kwanza pale mbele maelewano yawepo. hebu watuambie, wachezaji hawa mnampa, unawapa posho zao kama mwapi posho zao, hawezi kucheza juu ya kiwango, watacheza chini ya kiwango. kama posho hawapi, watacheza chini ya kiwango ile. kama wanawapa posho, wanajituma. haiwezekani wanajituma kwa sababu hawapi posho ndio maana watuambia, kwa sababu mshahara unaweza ukaenda kushtaki FIFA au CAS sawa, lakini posho awezi kushtaki mahali. Naam. Na, ni shabiki huyo hapo ambaye akizungumza kwa uchungu kwelikweli, lakini eh, wapo watu mbalimbali hapa ambao wameweza kujitokeza kushuhudia mchezo huu, lakini miongoni wao ni Jumanne Mulilo, kamanda wa kanda maalum, naye yuko hapa Jumanne Mulilo, tuweze kumsikia kidogo, na yeye naumia no? Akinoma wamekosa kukosa penati, sio shida mzee yeah. Kwanza yeye hapa anashinda hata kuongea. Mjomba wangu, sikiliza, ni kuchana yenyewe kwanza. Niache, shida ni nini ndugu yangu? Unaweza kuzungumza pia, kwa sababu hapa unasikika, ukatoe una, una kama ushauri. Shida ni uongozi mzee, jeruti jeruti anakuambia yeah. Ameleta mchezaji yeah. mchezaji gani? Kama bwana kamleta, muone uwanjani Hatumwoni uwanjani amecheza nini pale? Hii yeah. Ni nuksi tu mkosi. Si kila siku tunakuja uwanjani, lakini wenyewe wachezaji auangalii yeah. We, niache kwanza nishapaga mzee. Ni, uh, ni shabiki huyo wa Simba akionekana kukasirishwa kabisa hadi kuzungumza, eh, ameshindwa, eh, he, bana William aliahidi t